Wizara ya Mifugo na Uvuvi nimwite, eh, ni Mheshimiwa Aidan Joseph Kenan, mbunge wa Nkasi Kaskazini, sasa aulize swali lake. Swali linauliza: je, yapi matokeo chanya baada ya kupumzisha Ziwa Tanganyika kwa miezi mitatu? Waziri wa Mifugo na Uvuvi, kwa niaba yake, Mheshimiwa Mheshimiwa naibu waziri Alexander Mnyeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilipumzisha shughuli za uvuvi katika Ziwa Tanganyika kwa muda wa miezi mitatu kuanzia tarehe 15 Mei hadi, eh, hadi 15 Agosti 2024, ikiwa ni utekelezaji wa mkataba wa kikanda wa nchi wanachama wa mamlaka ya Ziwa Tanganyika, yani Lake Tanganyika Authority LTA, unaolenga kuruhusu mifumo ya ekolojia kurejea, kutoa fursa kwa samaki kuzaliana kukuwa na kuongezeka, hivyo kuwa na uvuvi endelevu, kuimarisha usalama wa chakula, kuongeza kipato cha wavuvi na kukuza mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa. Mheshimiwa mwenyekiti, upumzishaji wa shughuli za uvuvi katika ziwa Tanganyika umekuwa na matokeo chanya yakiwemo kuongezeka kwa mavuno ya samaki kufikia tani 1038999 zenye thamani ya shilingi bilioni 324.8 katika kipindi cha miezi minne baada ya kufunga ziwa yaani Septemba hadi Desemba 2024, ikiinganishwa na mavuno ya samaki ya tani 25113 zenye thamani ya shilingi bilioni 166.4 zilizovuliwa katika kipindi hicho mwaka 2023. Ongezeko hili ni sawa na asilimia 55.3 ya, ya mavuno yaliyopatikana mwaka 2023, Septemba hadi Desemba 2023 kabla ya kupumzisha ziwa vile vile, thamani ya mauzo ya samaki nje kwa mwaka 2024 yameongezeka kufikia thamani ya shilingi bilioni 180.6, ikilinganishwa na thamani na thamani ya shilingi bilioni 97.03 mwaka 2023, ikiwa ni ongezeko la asilimia 86.2. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Aida Kenan, swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa naibu waziri, utakumbuka wakati mnafunga ziwa nilikueleza hapa bungeni kwamba mnafunga ziwa miezi mitatu wakati wavuvi hawa wamekata leseni ya mwaka mzima. Kwa lugha nyingine, mlitumia mamlaka yenu kuwapa umaskini bila sababu, kwa sababu hamkuwapa pesa kipindi cha mpito. Sasa mheshimiwa naibu waziri, kwa kuwa umesema kuna ongezeko la asilimia hamsini na tano kwa kipindi cha miezi minne, na ripoti yenu wenyewe mnasema maziwa makuu yote samaki wamepungua, kwa nini kama kuna ongezeko hilo msiweze kufunga maziwa yote makuli tupate ongezeko la samaki? Swali la pili, kabla mjafunga ziwa mlisema mtaleta uvuvi mbadala kwa maana ya vizimba, mpaka leo toka mwaka jana hakuna kizimba hata kimoja. Serikali mna mpango gani sasa wa kuleta uvuvi mbadala kabla ya kufunga? Kwa hiyo mamlaka mnayotumia mheshimiwa naibu waziri. Majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na hili la kwanza kwamba sio kweli, uh, serikali haijapeleka vizimba katika Ziwa Tanganyika katika ziwa Tanganyika tumekwisha peleka vizimba 29 hadi tunavyozungumza. Vizimba kwa mkoa wa Katavi tumepeleka vizimba viwili, mkoa wa Sumbawanga tumepeleka vizimba viwili na mkoa wa Kigoma tumepeleka vizimba 25. jumla ni vizimba 29 katika mkoa, katika ziwa Tanganyika. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, pengine mheshimiwa mbunge kama ana vikundi vya wavuvi ambao wanataka vizimba, tuko tayari tunaendelea kuvitengeneza na tuko tayari tayari na kupeleka katika maeneo yake ambayo anasema hayo ya Nkasi na maeneo mengine. kuhusiana na kufunga zi, maziwa yote makuu Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ziwa, e, ziwa Tanganyika lina mjumuisho wa nchi nne ambazo zilikaa na kukubaliana kulifunga kila mwaka kwa miezi mitatu. Sasa sisi Watanzania kwa mara ya kwanza tumefunga mwaka jana, wenzetu walishaanza siku nyingi. Na maziwa haya yanapofungwa tija anaipata mfugaji, mvuvi mwenye wa samaki. Kwa mfano mathala ni, Mheshimiwa Mwenyekiti, uki, uki, uki, uki. Mheshimiwa mbunge anaposema, e, mvuvi amekata leseni ya mwaka mzima, alafu anakuja kuvua miezi mitatu anapata umasikini, sio kweli. Ziwa tunapolifunga tunapokuja kulifungua mazao ya samaki yanaongezeka maradufu. Kwa hivyo, yule mvuvi ambaye hajavua kwa hiyo kipindi cha miezi tisa, kipindi kitendo cha kufunga ile ziwa kwa miezi mitatu, mazao anayokuja kuvua ni zaidi hata angevua ni zaidi ya kuvua hata kwa miaka tatu, kwa sababu mazao yanaongezeka maradufu kama nilivyosema. Uvuvi eh, mazalia ya samaki yanaongezeka biashara ya samaki inaongezeka. Hata ungefunga kwa miezi sita ingeongezeka zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hivyo, nimwakishie mheshimiwa mbunge kwamba zoezi la kufunga ziwa lina tija kubwa katika nchi yetu na hata nchi zinazofanya mazoezi haya yamekuwa yakileta impact kubwa katika wavuvi wavuvi wetu. Kwa hiyo, nimwombe mheshimiwa mbunge, tumejaribu kumuelezea sana mheshimiwa mbunge juu ya kufunga ziwa hili. Amekuwa mgumu sana kuelewa juu ya kufunga ziwa Tanganyika, lakini tunaendelea kumwelewesha kwamba ziwa Tanganyika lazima lifungwe ili kuongeza tija kwa wavuvi wetu ambao wamekuwa wakihangaika na samaki katika ina.